Hello habari habari za leo karibu tena katika chaneli yetu ya Sabo Kliniki naitwa Dr. Jimmy ana leo tutaangalia faida za papai tunavyoongelea faida za papai tunaangalia kwanza kuna mbegu zake kuna majani yake pia yamekuwa na faida kubwa kwenye mwili wa binadamu ni kwa nini pia papai ina faida zake Faida zipo kwenye mbegu, kuna faida kubwa kwenye mbegu, kuna faida sana kwenye nyama yake, lakini pia kuna faida kubwa kwenye majani ama jani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina beta carotene. Ah, hapa taenda kukutajia faida ambazo utazipata kwa kutumia ah, ah, papai. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na kucomment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Faida namba moja: inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini afya ya ngozi? Kwa sababu ina vitamini C, ina vitamini A ambayo ni nzuri sana katika kuimarisha afya ya ngozi lakini pia uh, inazalisha inazalisha homoni uh, moja inaitwa uh, collagen collagen ambayo ni nzuri sana katika kupunguza uh, mikunjo ambayo uh, unakuwa nayo. Lakini pia kwenye papai kuna beta carotene ambayo inasaidia kupunguza mabadiliko ya ngozi yanayotokeana na mionzi uh, ya jua. Kwa hiyo inatunza ngozi, kuwa na ngozi nyororo, basi tumia papai lakini pia nasaidia katika usagaji wa chakula, digestive system, kwa sababu ina enzymes za za za ina enzymes ambazo ni nzuri sana, ambazo zinaharakisha pia mfumo wa usagaji awa chakula na pia wale watu ambao wamepitia changamoto ya kufunga choo ya kupata choo kigumu choo kama chambuzi, basi tumia papai, ni nzuri sana kwa sababu pia inaondoa sumu mwilini na kuongeza ufunisi wa mfumo wa meng'enyaji wa chakula. Lakini pia inapunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa nini? Na antioxidants ina vitamini C na huwa inapambana na radikali huru, radikali huru ambazo inaboresha pia afya ya moyo na kuweza kuondoa badi kolesterol. Kwa hiyo unapokuwa unatumia, basi jua pia itakusaidia katika upande wa magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kama una changamoto ya moyo, basi ujue, tumia papai, ni nzuri kwa sababu linaondoa, inaondoa badi kolesterol, lakini inalinda mfumo wa kinga. Mfumo wa kinga tunavyoongelea mfumo wa kinga, tunaongelea zaidi vitamini C kwa wingi, ambayo ni muhimu sana kuimarisha mfumo wa kinga, na vitamini C huwa inasaidia kupambana na maambukizi na kuongeza uwezo wa mwili wa kushambuliwa bakteria na virusi. Lakini pia inaweza kudhibiti kiwango cha sukari mwilini, kiwango cha sukari mwilini. Kwa wale watu ambao wana sukari, basi tutasema viwango vya sukari kwenye damu, basi huwa inaboresha au inafanya sensitivity ya insulini. Kwa kisha inaboresha sensitivity ya insulini, inakuwa ni rahisi sana kwa kuwewe kuweza kukusaidia kuondokana na kiwango cha sukari mwilini na sukari imekuwa ni changamoto kubwa, tumia papai. Tunavyosema papai, kumbuka tunaongelea majani, tunaongelea mbegu, tunaongelea na maganda yake na nyama na tena kwa nyama asilimia, faida za parachichi asilimia sabini na tano zipo kwenye mbegu zake lakini pia inasaidia kupunguza uchochezi inflammation. Kwa wale watu ambao wanapata maumivu makali, unapata maumivu ya uric acid na sehemu yoyote ya mwili wa binadamu, basi ni nzuri, utaweza kuyatumia kwa sababu ina, ina enzymes ya papaini ambayo ni nzuri sana na inasaidia katika kuondokana na changamoto za inflammation zozote zile. Pia inalinda afya ya macho. Kwa wale watu ambao wana changamoto ya macho, wale ambao mnavaa miwani, basi husaidia katika kuzuia upofu wa usiku na kuondoa hatari ya magonjwa yoyote ya macho. Kwa hiyo tumia papai, ni nzuri sana, ukilitumia itaweza kuondokana na hizo changamoto. Lakini pia kwa kupunguza uzito kwa sababu inachoma calories, inakuwa na calories chache, lakini pia inaondoa mafuta mabaya na ina fiber ambayo mara nyingi itakufanya muda wote ujione kama umeshiba. Kwa hiyo ukijiona kama umeshiba, basi hautapata hamu ya, hamu ya kuweza kutumia a, mafuta am ya kuweza kutumia vyakula vyenye sukari na wanga ambayo vinaweza vikaongeza uzito wake. Kwa hiyo n ina, ina, inasaidia katika kupunguza uzito lakini pia inaboresha afya ya nywele kwa vitamini A na C iliyopo, basi inakuza nywele, lakini pia inazuia kukatika kwa nywele, na huku vitamini C inasaidia kutengeneza collagen ambayo ni muhimu kwa afya ya mizizi ya nywele. Lakini pia inasaidia afya ya moyo na mishipa ya damu. Kuna mara nyingi Aa, kwa sababu inaboresha ule mzungukaji wa damu aa, kwa hiyo shinikizo la damu ambayo tunasema high blood pressure, itaweza kuwa imedhibitiwa kwa kutumia a papai na mwisho unasaidia katika upungufu wa vitamini A. Kwa kwa hiyo kama una changamoto ya upungufu wa vitamini A, bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea dalili za upungufu wa vitamini A. Kwa hiyo hii ni baadhi ya tunda ambalo liko rich in vitamini A, kwa hiyo kitumia itaweza kuongezea vitamini za kutosha. Hizo ndo baadhi ya faida za kutumia papai. Tuambie hapo chini, wewe je, una umepata fa faida gani kwa kutumia papai? Tunasema uh, sharing is caring, tuambie hapo chini na sisi uh, tutaweza, tutaweza